Ninaitwa Wakili Ernestila John Bahati. Mimi ni managing partner ama principal partner wa ofisi za wanasheria ambazo zinaitwa Ernestila Mafita And Company Advocate. Uh, siku ya leo tuko hapa kuzungumzia sheria za kazi pamoja na haki mbalimbali mbali za wafanyakazi kama zilivyo kwenye kama zilivyo hizi sheria tofauti za kazi, ambavyo mwajiri analazimika kufuata taratibu za kisheria na taratibu ambazo zimewekwa kwenye regulation, ndivyo hivyo hivyo ambavyo mwajiriwa ama mfanyakazi pia na yeye anatakiwa ana kufuata sheria. Kipengele cha likizo. Uh, mfanyakazi ana haki ya kupata likizo ama mapumziko uh, kutokana na ajira, kutokana na ajira yake um, sheria imeweka limit kwamba mfanyakazi ambaye amefanya kazi kwa chini ya kipindi cha miezi sita hatakuwa na haki ya ku, ku, kupata paid leave. Paid leave yani likizo ya malipo, lakini sheria pia imekuwa very specific. Kwanza kwanza, labda turudi nyuma kidogo, kuna likizo za aina mbalimbali. Kuna, kuna annual leave, ama likizo ya mwaka, na likizo ya mwaka ni likizo ambayo mfanyakazi anastahili kupata pale atakapomaliza leave leave cycle, na leave cycle, for purposes za hii livi ya mwaka ni miezi kumi na mbili. So endapo mfanyakazi atafanya kazi kwa miezi kumi na mbili then ana haki ya kupata siku ishirini na nane za kupumzika katika huo mwaka. Hizo siku ishirini na nane ni kwa makubaliano na mwajiri, kutokana na uhitaji wa mwajiri, na sheria inasema zina, zinatakiwa kuwa consecutive lakini pia inategemea na uhitaji wa mwajiri. Kwa mfano, mwajiri halazimiki kumruhusu mfanyakazi kwenda likizo kwa siku kumi na nane hadi siku ishirini na nane mfululizo kama, kama um, huyo mwajiriwa mwajiri, ama mfanyakazi anahitajika kazini. Kwa hiyo kuna option ya kuzivunja kuzi, kuzi uh, ili, ili kuweza kuhakikisha ku, kwamba um, kazi haiwi disrupted So hiyo ni kwenye annual leave uh, kuna, kuna ama likizo ya mwaka, lakini pia kuna likizo ya uzazi uh, likizo ya uzazi kwa mwanamke uh, mwanamke ana haki ya kisheria ya kuchukua likizo ya siku themanini na nne endapo atakuwa amejifungua mtoto mmoja, lakini pia hii ki haki kisheria ya likizo ya uzazi kwa mwanamke aliyejifungua inapatikana hizi siku themanini na nne ni kwa, kwa, leave, kwa leave cycle ya miezi 36. miezi 36 sita ni miaka mitatu, kwa inamaana kila baada ya miaka mitatu endapo mfanyakazi atakuwa atapata ujauzito, mfanyakazi wa kike, mfanyakazi, mfanyakazi, mfanyakazi mwanamke atakuwa ana haki ya kwenda ku, ku, ku, likizo ya uzazi kwa muda wa siku 84, na endapo amejifungua mtoto mmoja endapo ni zaidi ya mtoto mmoja, sheria inamruhusu huyu mfanyakazi wa kike kwenda likizo kwa siku mia moja. Again, hizi siku mia moja ni kwa kipindi cha miezi thelathini na sita. Labda niivunje ni hii kidogo, hii maana yake ni kwamba itakapotokea kwamba mwanamke amejifungua mwaka huu hapa elfu mbili na ishirini na tano akapata siku zake 84 za likizo za uzazi, mwaka unaofuata ina, kwa sababu hii cycle ya miezi thelathini na sita itakuwa haiko, haiko completed. Hatakuwa na haki ya kwenda hii maternity leave kwa siku 84. So na, na pia labda ni, ni, niendelea, alafu tutakuja kurudi nyuma uh, kwa... kuna mabadiliko ya sheria sasa hivi ambayo yameintroduce kipengele kipya kwamba endapo mzazi mwanamke atajifungua mtoto njiti atakuwa ana haki ya likizo juu ya hizi siku 84 za likizo ya uzazi atakuwa pia ana haki ya kuongezea siku ili kufikisha wiki arobaini za ujauzito mtoto njiti maana yake ni mtoto aliyezaliwa chini ya wiki thelathini na nane. So endapo mtoto amezaliwa wiki ya thelathini na tano labda ina maana mm, kisheria kwa haya mabadiliko ya sheria ambayo yamefanyika sasa hivi, mama atakuwa ana haki ya siku themanini na nne za likizo uzazi, lakini pia ana haki ya kujazilizia hizo wiki hapo mpaka kile kipindi cha wiki arobaini kufanya kutimia wiki arobaini za uja uzito. Hiyo ni maternity leave ama likizo ya uzazi, lakini tumeongelea tu kwa upande wa mwanamke. Kwa upande wa mwanaume uh, endapo mwanamke, mke wake wa ndoa amejifungua, mwanaume atakuwa na haki ya likizo ya uzazi ya siku tatu kwa hiki kipindi cha miezi life cycle ni miezi sita lakini endapo, uh, mwanamke atajifungua mtoto njiti then baba atakuwa ana haki ya kuchukua likizo ya siku nne zaidi. Kwa hiyo itakuwa ni kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.